Mkurugenzi wa shirika la umeme nchini TANESCO, Mhandisi Felchesmi Mramba amesema baadhi ya maeneo nchini yatakosa umeme kwa saa kadhaa katika muda wa siku saba kuanzia jana kufuatia zoezi linaloendelea la kuunganisha miundombinu ya gesi katika kituo cha gesi cha Kinyerezi na miundombinu ya kufua umeme ili gesi hiyo itumike kufua umeme na kuongeza upatikanaji wa nishati hiyo. Akizungumza na TBC ofisini kwake, Mramba amesema mara baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, huduma za umeme zitarejea kama kawaida, huku zikiwa na ubora zaidi. Mitambo iliyoko Ubungo inayozalisha umeme kwa gesi haitaweza kupatikana eh, na itakuwa inazimwa ili kazi ya kuunga bomba jipya la gesi iweze kuendelea. Sasa hiyo haimaanishi kwamba nchi nzima itakwenda gizani. Hapana, tutaendelea kuwa na umeme kutoka kwenye vyanzo vingine, japo umeme tutakaopata kwenye vyanzo vingine hautatosheleza mahitaji ya nchi nzima. Kwa hiyo kutakuwa na upungufu wa umeme katika baadhi ya maeneo, lakini sio eh, nchi kuingia gizani. Hapana. Na e, upungufu huo utakuwa ni kama megawati mia tatu hamsini, ndio kiasi cha umeme ambao unapatikana kwa mitambo iliyoko hapa hapa Ubungo. Lakini e, tutaendelea kupata kiasi kingine cha umeme kutoka maeneo mengine. Kwa hiyo kutakuwa na uhaba katika mikoa, lakini uhaba huo e, sio kwamba nchi nzima wananchi wote watakuwa gizani kwa siku saba. Hapana.